nilikutana na mtu ambaye angeweza kumfuatilia mke mwenzangu kwa ukaribu na kunipa uhalisia wake na mambo anayofanya aliitwa Salma karibu tena katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la alikuwa na mke mwingine na kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo huu basi usisahau kusubscribe kulike kucomment hata na kushare. Tuna mengi ya kukuhadithia. Nilimwambia Salma, nahitaji msaada wako. Nataka kujua maisha ya mke mwenzangu, amemfanya nini Thomas, yeye ni nani na nini hasa anafanya kwa sasa. Salma aliniambia umechelewa sana kusema, lakini usijali, tutavua gamba lake hadi mwisho, niko pamoja na wewe. Nilirudi nyumbani, huku roho yangu ina amani, huku nikiwaza yale ninayohisi sio ya ukweli, ila nilijisemea Majibu ya Salma yatanipa ukweli wote. Salma alianza uchunguzi, na siku hiyo Thomas alisafiri kikazi, na hapo ndipo mke mwenzangu alimleta yule mzee maarufu mtaalamu wa mitishamba. Salma aliwaona wakiingia ndani, na kwa kujihakikishia zaidi, alisogea karibu na nyumba yao na kuchungulia dirishani aone wanafanya nini. Sikuamini macho yangu Salma aliponambia kilichoendelea mule ndani, lakini nilikuja kuamini aliponionyesha video aliyerekodi na simu yake. Wakati Salma yupo pale dirishani, alimuona mke mwenzangu anaweka picha za Thomas chini anazunguka kwa duara huku akisema maneno ya kichawi. Kisha alitoa sanduku dogo, na ndani yake kuna kidole cha sanamu, hereni mbili na manyoya ya ndege. Mke mdogo akishirikiana na yule mzee waliendelea kufanya mambo ambayo hayaelezeki kupitia picha ile ya Thomas walioiweka chini. Basi chuki na hasira zikatawala moyo wangu, huku nisijue nitafanya nini, na hata nikimwambia Thomas bado hata nielewa. Ila nilijisemea nitafanya kitu. Katika uganga ule waliokuwa wanaufanya, ilisikika baadhi ya maneno yakisema hakuna atakaye kuvuta tena roho yako, moyo wako na mwili wako, vyote ni vyangu. Nilitamani nisiendelee kuangalia video ile. Nilimwambia Salma, toa tu, inatosha. Salma alinijibu, mbona una haraka? Hayo ni madogo tu kuna hili kubwa, hebu tizama hapa. Wakati wamemaliza kufanya uganga, ghafla simu ya mke mdogo iliita, na kwa maongezi yale ilionyesha dhahiri huyu ni ule mwanaume wa ndoto zake na jina lake aliitwa Dula. Mke mwenzangu alipokea simu ile kwa tabasamu la siri kisha akaweka loudspeaker. Sauti iliyokuwa inaongea kwenye simu ilisema, na kuona unazidi kuchelewa kuniweka rasmi, au bado unampenda Thomas? Mke mwenzangu alijibu hapana, Thomas ni daraja tu, hela yake ndiyo inajenga maisha yetu. Moyo wangu ulishikwa kigagaziko. Nilihisi huu sasa ni mwisho wa dunia. Nilirudi nyumbani kwangu, sina nguvu hata ya kuzungumza na wanangu. Muda wote video ile ilizunguka kwenye kichwa changu. Nilikuwa na maswali ambayo kila jibu lake halikutosha kumaliza maumivu yangu. Nilichukua simu nimpigie Thomas, lakini sijui nitamwambia nini. Thomas asingeweza kuniamini, basi sikuwa na la kufanya. Mawazo mengi yalikuwa kwenye moyo na akili yangu kuhusu huyu mwanamke ambaye si mke tu, ni mdanganyifu wa hali ya juu, ana mwanaume mwingine, na sasa nimeshajua undani wa huyu mwanamke. hana mapenzi ya kweli ni muharibifu wa maisha yetu na Thomas afahamu lolote. Basi nilipitia mawazo tofauti tofauti, lakini kuhusu hili nikasema, nitamwambia Thomas. Lakini kabla ya kumwambia Thomas, nilitaka nipime Thomas bado ana mapenzi na mimi kiasi gani. Maana sasa nimejua si tu kwamba nilipokonywa mume, bali nataka kupokonywa na mali zote nilizozitengeneza. Kwenye moyo wangu nilisema, hii si vita ya sauti, ni vita ya akili. Nitapigana kwa heshima, ila si kwa upole. Niliamua kumpigia mke mdogo simu. Kisha nikamwambia mdogo wangu, sasa nataka Thomas ajue kwamba mimi na wewe tunafahamiana. Naye alinijibu kwa shauku, ni kweli dada, hii itatufanya tuwe na amani wote wawili. Lakini sasa tutamwambiaje? Aliniuliza. Nilitengeneza mpango wa mimi na mke mdogo tukutane mahali restaurant ambapo mimi na Thomas kabla ya ndoa yetu tulipenda kwenda hapo kula. Na Thomas atakapokuja hapo atukute wote wawili. Na Thomas aliporudi kikazi nilimwambia tukutane mahali ambapo si nyumbani. Naye akanambia, tutakutana wapi kama si nyumbani? Nilimwambia tukutane pale tulipokuwa tunakutana kipindi bado tuko wadogo. Thomas alisema kwa shauku, "Unanikumbusha mbali. Basi nitakuja tupate chakula cha pamoja." Siku hiyo nilivaa nikapendeza, nakumbuka nilivaa lile gauni ambalo Thomas alikuwa akilipenda na kila alipokuwa akiniona nimelivaa basi hakuacha kunisifia kwa maneno mazuri. Hakika alikuwa analipenda. Tulitangulia kufika mimi na mke mdogo, na wakati Thomas yupo njiani alinitumia SMS kama yupo karibu kufika. Nikamwambia mke mdogo akae mahali ajifiche kwanza, kabla ya Thomas kufika, naye alifanya hivyo. Thomas alifika pale nilipokuwepo baada ya muda mrefu kupita. Leo Thomas alinisifia tena, alisema bado unaonekana mrembo kama msichana wa miaka kumi na nane. Nilitabasamu tu maana mimi pia napenda Thomas yake akinisifia. Thomas alikaa chini na kuagiza kinywaji, lakini kabla hatujaanza kuongea lolote, mke mdogo alijitokeza. Kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika simulizi hizi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.